Na wafanyikazi katika kaunti ya Samburu sasa watashusha pumzi baada ya bodi ya utumishi wa umma kaunti hiyo kupata sura mpya na mwenyekiti mpya aliyeapishwa mapema hii leo. Masuala ya uajiri wa wafanyikazi na kuimarishwa vyeo yalikuwa yamekwama kutokana na utata uliokumba uongozi wa mwenyekiti aliyeondoka. Mwanahabari wetu Boniface Barasa anaarifu zaidi kutoka majengo ya mahakama mjini Maralal katika kaunti ya Samburu. Jonathan, ni Jonathan Lepora, mwenyekiti mpya wa bodi ya utumishi wa umma katika serikali ya kaunti ya Samburu akilishwa kiapo katika majengo ya mahakama mjini Maralal, kaunti ya Samburu, kuashiria mwanzo wa kutua mikoba na usimamizi wa bodi ya utumishi wa umma kaunti ya Samburu. Nataka kuambia wafanya kazi kwamba tutafanya kazi pamoja, tutakuwa pamoja, e, tutainua kaunti yetu. E, tutafanya mambo yale ambayo ita improve mambo ya e, efficiency kwa kaunti yetu, na kila mmoja afikiria kama atakuja kupendelea ama kupenda kuona kwamba, e, kanapenda kazi yake. Lepora, anapotua mikoba ya usimamizi wa bodi ya utumishi wa umma kwenye kaunti ya Samburu, kibarua kinachomsubiria ni uajiri wa wafanyikazi na kuwapandisha vyeo.

Katibu wa kaunti ya Samburu, Wilson Lesuda, akizungumza kwenye uapisho wa Lepora, amezitaka idara zote za serikali ya kaunti ya Samburu kushirikiana na bodi hii mpya ambayo inatua mikoba ya uongozi ili kuhakikisha masuala yote yanayohusu wafanyikazi wa kaunti hii yaliyokwama yanashughulikiwa. So to, to kibarua tata kinachosubiria bodi hiyo, Lepora anapotua mikoba ya wenyekiti wa bodi hiyo ni waajiri wa wafanyikazi ambao wamekuwa wakihudumu kama vibarua, wakizidi kushinikiza kuajiriwa kwa mikataba ya kudumu. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, Majengo ya Mahakama mjini Maral, Gatuzi la Samburu.